Amina, nimwache kivyo ndoke au nigombani na mama? Sawa, hacha mimi niende, lakini kiukweli nina wasiwasi sana kwa sababu mama yake na Tina na mfahamu vizuri. Yule mama hana dogo, sina imani kuwa alichokisema Tina ni kweli mama yake anakimaanisha. Ndio maana anasema hacha niende nikajaribu. Tina ni mke wangu na mimi ni mkwe wako na hatutoachana, kijana. Zungumza ya leo na sio ya kesho, kwa sababu hujui, leo upo, kesho haupo. Asubuhi na mapema, mume na mke wako tayari kuondoka kwenda kazini, manake wote sasa wana kazi. Kutoka wanamkuta mama sebuleni, anashangaa na, na kuuliza wanaandamanaje hivyo asubuhi, maana hajawahi kuona Tina amerauka mapema. Tina naelezea kwa mamake kwamba Kevi amekwishapata kazi. Mama mtu anashangaa na kuuliza ni kazi gani hiyo. Tina kusema ni ya dukani kuuza nguo. Mamake anakejeli kwa kudharau na kusema kuwa haitasaidia kitu, kwani hata mshahara wa zuni mkubwa kuushinda. Tina anajaribu kuongea kwa ukali, lakini Kevi anamkataza na kumwambia ni asubuhi na hapaswi kuharibu siku Shum. Haya, mnaenda wapi? maana mmeongozana na huyo. Mlala mpaka saa nne, leo kaamka mapema? Makubwa mama, nilisahau kukwambia, Kevi amepata kazi na anaanza leo. Mm. ni kweli kabisa mama, na nitaanza kumsaidia majukumu hapa nyumbani, tena nafikiri hutakuwa na tatizo tena mama, si ndio? <laughs> Haya baba, elimu yenyewe ni ya chini ya mti, umepata kazi gani? Kazi ya kuuza duka, mama ha? Hmm. Jamani, huo mshahara wenyewe hata wazuni mkubwa, sasa atasaidia nini mama? Mana unajema, lakini mtu akae nyumbani unaongea, apate kibarua unaongea, kwani kusema jambo moja tu jema kwa mume wangu utapunguza siku za kuishi? Jamani tangu nimekuja hapa nahisi nimepunguza miaka kumi. Hmm. Ah. Tina, em tuondoke, okay. Ujue ndo kwanza asubuhi, tusitafutie majanga sio na lazima Kama tunavyojua ni kwamba Tom na Amina wana njama mbaya kwa Tina. Sasa wakatafuta mbinu ina kumpata. Sasa walikuja kwa Tina na kumwambia kuwa amechaguliwa kwenye mashindano ya kuonyesha mavazi kwenye tamasha la fasheni litakalofanyika nchini Kenya na atakayeshinda atatuzwa dola hamsini. Tom anasema alijitahidi sana waingie kwenye mashindano. Amina anampongeza japo kishingo upande, akijua tu Tina amenasika. Tina anafurahia sana na kuwashukuru, asingejua amenaswa kwenye mtego. Siamini kabisa. Umesema naenda kuonyesha mavazi yangu kwenye tamasha la fashion? Ndio, nimefanya kazi kubwa sana ili kutufanya tuingie, na mshindi atapokea dola elfu hamsini kama zawadi Ndo <laughs> nimeona hapa, yaani siamini kabisa <laughs> ndio, unatakiwa kuamini sasa. Tamasha litafanyika Kenya, kama unavyoona maelezo yote hapa, hapo hapo, unachotakiwa kwenda na nguo zako tu, mambo mengine watashughulikia mamodo yenyewe <laughs> yaani, siamini kabisa. Hongera sana hongera sana rafiki yangu, asante sana b. <laughs> hatuna muda wa kupoteza, unachotakiwa sasa ni kusaini ili kurudisha makubaliano yetu kwao. Hapa Neli amekuja kumwomba msamaha Maya kwani anajutia na ametambua thamani ya Maya kwenye maisha yake. Maya anamwambia hana kinyongo naye kwa kuwa alichokiongea Neli ndicho ki moyoni mwake. Alieleza kinachomuma ni wakati Neli alimpumbaza kuwa anampenda lakini haikuwa jinsi alivyodhani. Neli kuomba nafasi nyingine, Maya anamwambia tu wazi hana nafasi nyingine ya kumweka moyoni mwake ili amuumize tena, na aendelee na maisha yake. Umefata nini hapa Neli? Nimekuja kuomba msamaha Maya. Nimetambua thamani yako kwangu, naomba unisamehe sana. sina kinyongo na wewe Neli. Waswahili wanasema ukitapikacho ndicho kikujacho tumboni mwako, na wewe ulichokisema ndicho kilichoko moyoni mwako. kinachoniuma ni kunipumbaza na kuniaminisha unanipenda. Nimegundua kuwa nakupenda sana Maya. Naomba unipatie nafasi nyingine. Nakupenda Maya. Tafadhali. Nisamehe sana. Sina nafasi nyingine ya kukuka kwenye moyo wangu mimi, ili uniumize tena. Nenda kaendelee na maisha yako.